Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi mnachokipenda Iko Wapi Zamani, karibuni katika makala yetu ya leo, nikivumiza moja kwa moja kutoka mjini Toronto, ikiwa ni tarehe 7 Februari 2026. Jina langu ni Muhammad Basawad, ambaye ndiye mwanzilishi na kiongozi wa shirika letu la CBO kwa jina Iko Wapi Zamani ikiwa leo nazungumza kwa niaba ya maneno ya kufurahisha ya kiongozi wetu wa taifa Bwana William Samoei Ruto, kiongozi wa nchi ya Kenya. Tunamshukuru sana kwa kufanya ziara yake rasmi mjini Mombasa na kuhudhuria katika uwanja wa Mombasa Stadium. Ni uwanja ambao kwa hakika uh, tumepaza kilio chetu na tunahakika ya kwamba Mheshimiwa Rais amekisikia kilio chetu, akatangaza waziwazi wazi siku ya leo kwamba uh, uwanja wa Mombasa tumetengea kiasi cha shilingi bilioni moja na kuhakikisha ya kwamba jeshi uh, letu pia litahusika katika kufuatilia ujenzi huo ili ukarabati wa Mombasa Stadium ukamilike kwa vizuri. Hii ni furaha kwetu sote wakazi wa Mombasa na tuna hakika ya kwamba uh, madhumuni ya rais wetu ya kufanya mambo ya mpira yaendelee ni mambo ya uhakika wala si mambo ya porojo. Ndio sababu na sisi tunamuunga mkono kwa kusema tu tam tuko na yeye Rais Ruto bila ya wasiwasi wowote. Sasa tunapokuja kuwauliza watu wa Mombasa je, mumejiandaa stadium itakapokuwa imekamilika? Naam, tunasisitiza na tunawasihi watu wa Mombasa, tushirikiane pamoja katika shirika letu la CBO Iko Wapi Zamani, ili tupate kujiandaa katika stadium inayokuja, kuonesha zamani yetu itarudi mahali pake ilipokuwa, na tupande ngazi zaidi ya hapo. Ndio sababu tumeanzisha registration watu wajitokeze wajirejista katika Iko Wapi Zamani ili tuwe na mikakati ambayo ni kabambe kabisa ya kurudisha zamani yetu. Shirika la Iko Wapi Zamani halitozi watu pesa nyingi, kutokana na hali za kimaisha kuwa magumu, tunasema ni shilingi mia mbili kwa mwezi shilingi mia mbili kwa mwezi, ukitoa mwaka mzima ni shilingi elfu mbili na mia nne. Tunafanya jambo hili kwa sababu tunahitaji watu wengi zaidi wajitokeze ili tuwe na nguvu. Tutakapokuwa na nguvu, basi tutaweza kutenda yale tuliyokusudia kuyatenda, na nahakikisha ya kwamba watu watakapokuwa ni wengi, basi mabadiliko tutayaleta. Isitoshe ni kwamba sisi hapa tunasisitiza mfumo wa kujitegemea sisi. Tunataka tuwe na pesa yetu wenyewe, tujitegemee wenyewe, tufanye mambo yetu vile tunavyotaka, tusikae tukasema tumongojee fulani ama fulani. Shilingi mia mbili yako kwa mwezi italeta mabadiliko. Nazidi kukariri msimamo wetu, shirika la CBO la Iko Wapi Zamani ni shirika ambalo tunaheshimu sisi viongozi wetu. Tunamheshimu rais wetu William Samoei Ruto, vile vile heshima yetu sisi. Tunamheshimu gavana wa Mombasa Bwana Abdusamad Sharif Nasir na viongozi wengineo ambao waliohusika kuhakikisha ya kwamba mambo yetu ya stadium yatashughulikiwa vilivyo na tutapata yale ambayo tuliokuwa tukitarajia. Kwa hivyo sisi pamoja na viongozi wetu tukishikana mikono pamoja kuna mengi na mengi mazuri ambayo tutakayoyapata na tuna hakika ya kwamba mashikamano yetu yatajenga umoja wetu naam. Mbali na shilingi mia mbili za kila mwezi, vile vile tumeweka membership uh, card membership. Hizi card membership tumeziweka katika vitengo vitatu. Kuna kitengo cha kwanza ambacho kitakuwa ni gold member. Wewe kama unataka kuwa ni gold member, basi utalipa shilingi elfu kumi za Kenya. Shilingi elfu kumi ukitoa, tutakupa kadi ya kuwa wewe ni member wa iko wapi zamani wa gold. Kitengo cha pili ni silver member. Wewe utakuwa ni silver member ikiwa utatoa shilingi elfu tano na haya ni malipo ya mara moja tu, mbali ya kwamba unalipa mia mbili mia mbili kila mwezi kadi hizi zitawasaidia katika siku zijazo katika kupata zile fadhila ambazo uh, Iko Wapi Zamani itakukumbuka na wewe. Na kadi ya tatu inaitwa bronze. Hino bronze card ni mtu atatoa shilingi elfu moja atapata kadi ya memba kuwa yeye ni bronze memba wa shilingi elfu moja. Sasa utalipa hizi kadi upate, alafu kila mwezi ni mia mbili mia mbili vile vile bila ya kusahau kina mama na dada zetu, hatuwaachi nyuma. Kutakuwa na miradi ya kina mama mizuri mizuri ambayo sitaki kuwatangazia kwa sasa, lakini tunawahimiza na wao pia wajiandikishe, ili wao waje wafaidike na iko wapi zamani. Na kwa ujumla, hii ni kuamsha jamii yetu, ambao kwa muda mrefu tumekaa kama watu wanyonge tukilalama na tukilaumiana na tukirudishana nyuma. Mambo hayo yamepitwa na wakati na sasa ni mwamko mpya ambao jamii yetu itasonga mbele. Stay tuned, kaeni chonjo. Dada zetu na mama zetu, musikie matangazo yenu, mutafaidika vipi na iko wapi zamani, tutawaeleza siku yake ikifika. Shukran, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu.